Asante sana wapendwa. Asante sana nimekuja kwenu na leo na mada nzuri sana, nataka tuiongelee. Majujuzi nilileta kwenu kipindi cha kuhusu vita vinavyoendelea kati ya Israel na Iran. Na kipindi nilivyoleta mada hiyo kwenu, nimepata comment nyingi sana, lakini wandugu zangu, nataka niwaambie kwamba tunapoongelea vita hivyo msifikirie labda kuna mmoja ana upande labda mimi nipo upande kwa, kwa, kwa inchi moja ama nyingine. Hapana, lakini nataka nisikie maoni yenu ama ile hali inayoendelea huku kati ya Israel na Iran tujue kitu gani kinachoendelea. Lakini nataka niwahakikishie kwamba hawa wakina Benjamin Netanyahu ambao ndio eh, waziri mkuu wa Israel, sio watu kabisa ambao tunategemea kwamba sisi tunaweza kuwa tunawaombea, kwa sababu wanavyovifanya, hakuna Ukristo pale. Pale ni vita kwa vita na raia ndio watu wanakufa, watoto wanakufa, wamama wanateseka na watu wengi wanakufa. Na uvamizi unavyoendelea zidi ya Iran sio kitu kizuri kabisa, na hata Iran ameamua ame kujibu kwa sababu nini? Yeye ndio ameanza kushambuliwa yeah. Nafikiria kwamba kuomba ni kuzuri na nafikiria kwamba, tu, kama tutakuwa tunajiombea wenyewe na kumwambia Mungu angalie hali tulizonazo hata Afrika Maombi yetu yanaweza kawa yana thamani sana kuliko kuikalia kuombea watu kama wakina Benjamin Netanyahu ambaye ndio waziri mkuu wa Israeli. Sijachukia Israeli wala Iran, lakini hali inavyoonyesha ni kwamba Israeli ndio imeivamia Iran na hali inaendelea kuchafuka huko. Toweni maoni yenu kama tuendelee na maombi ama tuweze kufikiria na tuone hali ya hewa jinsi inavyoendelea katika dunia hii. Maana unavyoangalia tulikuwa na vita kati ya Russia na Ukraine. Sasa hivi kwa sababu kuna vita kati ya Iran na Israel, vita vya Russia vimeisha. Vimefungwa kabisa wa viongelee tena kwenye wa media zote. Macho yote yanakuwa huko. Umarekani iko tayari na hata wa Ufaransa na umoja Europe kwa kuweza kusaidia Israel. Lakini na matumaini kwamba China na na, na Russia hawatabaki nyuma. Nao wanafikiria na wanaangalia hali inayoendelea huko. Na hiyo hali inaweza kusababisha machafuko ya dunia mzima. Hali ya vitu sokoni itapanda, na hata pesa zitasumbua. Kwa sababu nini? Watu watakuwa makazi, zitakosekana. Toweni maoni yenu, na nauhakika kwamba Mungu atenda kusaidia wote. Asante sana.